Huwaligani mtazamaji, karibu katika makala ya kumfahamu papa mpya Robert Francis Prevost, Papa Leo wa Kumi na Nne. Robert Francis Prevost ambaye sasa ni Papa Leo wa Kumi na Nne alizaliwa tarehe 14 Septemba ya mwaka 1955 huko Chicago, Illinois, Marekani. Yeye ni mwanachama wa Shirika la Watawa wa Mtakatifu Augustino na kabla ya kuchaguliwa kuwa papa alikuwa msimamizi mkuu wa baraza la maskofu katika Vatican. Aliweka nadhiri zake za milele mwaka 1981 na kufuzu teolojia katika chuo cha Catholic Theological Union huko Chicago. Baadaye alisomea sheria za kanisa Katoliki huko Roma, ambapo alipata shahada uzamili mwaka 1984 na shahada ya uzamivu 1987. Revost ametumika kama mishonari nchini Peru kwa zaidi ya miongo miwili akifanya kazi ya malezi, utawala, shirika la ualimu katika seminari. Aliongoza mpango wa malezi kwa watawa wachanga na pia alikuwa mtaalamu wa sheria za kanisa. Mwaka 1999, alichaguliwa kuwa mkuu wa mkoa wa shirika lake na kisha kuwa kiongozi wa kimataifa wa shirika la mtakatifu Augustino hadi mwaka 2013. Mnamo mwaka 2014, Papa Francis alimteua kuwa askofu wa Chiclayo, Peru, na baadaye akampa majukumu mbalimbali mbali ndani ya Vatican, yakiwemo kwenye baraza la makleri na baraza la maaskofu. Tarehe 30 Januari mwaka elfu mbili na ishirini na tatu aliteuliwa rasmi kuwa pafekti wa baraza la maskofu na rais wa tume ya kipapa kwa Amerika ya Kusini. Mwezi Septemba elfu mbili na ishirini na tatu alitangazwa kuwa kardinali, na sasa mwaka elfu mbili na ishirini na tano amechaguliwa kuwa Papa Leo wa Kumi na Nne, kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani. Uzoefu wake wa kimataifa, hasa barani Amerika Kusini, na uelewa wake wa kina wa sheria za kanisa vimemuweka katika nafasi nzuri ya kuliongoza kanisa Katoliki katika kipindi hiki cha kihistoria. Matumaini yangu utakuwa umejifunza na kwa uchache umeweza kumfahamu Robert Francis Prevosti ambaye ndiye papa mpya, Papa Leo wa kumi na nne. Nikukumbushe tu kwa wingi wa taarifa, habari na matukio, endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii mpaka wakati mwingine. Kwaheri.